Hata kuelekea siku ya kandanda, kabumbu au mpira wa miguu duniani itakayoadhimishwa Mei 25 ikibeba maudhui nguvu ya kandanda katika kuleta mabadiliko, tunabisha hodi Nairobi nchini Kenya, ambako mkurugenzi mkuu wa shirika la Global Youth Forum linalounganisha vijana Kenya kwa lengo la kutokomeza umasikini na kuishi maisha bora kupitia michezo ikiwemo kandanda, akizungumza na Idhaa ya Kiswahili anaeleza umuhimu wa kandanda katika ajenda ya Umoja Mataifa ya maendeleo endelevu SDGs. Habari gani wenzangu, kwa majina naitwa Mondi Peter, mwanzilishi mkurugenzi wa shirika la Global Youth Forum. Shirika linalohakikisha kwamba ufukara imeondolewa barani Afrika ukianza na nchini Kenya nyumba moja hadi nyingine, na kulingana na ripoti ya Umoja wa Kimataifa asilimia 17 ya maendeleo endelevu ndiyo yako sambamba. Na kwa hivyo ili maendeleo endelevu yatimizwe by mwaka 2030 lazima tufanye kazi kwa bidii. Kwa sababu kulingana na Umoja wa Kimataifa tarehe 25 mwezi wa 5 iliteuliwa kuwa siku ya kandanda duniani. Na sisi kama shirika la Global Youth Forum na member of Football for the Goals tunaandaa intercounty football for the goals championship yenye naeleta vijana kutoka counties tofauti nchini Kenya, kuhakikisha wamejifunza maneno ya maendeleo endelevu. Na tunavyojua kulingana na ripoti ya, ya FIFA football ama michezo wa miguu ina wafuasi zaidi ya bilioni tano na kwa hii bilioni tano tunaweza waleta pamoja tuhakikishe wamewajibika wa kuhakikisha ufukara imeondolewa nchini Kenya na hata barani Afrika. Tunavyojua mchezo wa miguu ina manufaa mbalimbali kama kuboresha afya, kuleta watu pamoja na kuhakikisha watu wameishi kwa amani, na kwa hiyo mikakati tunakuja pamoja kuleta wadhamini wa, wa, wa Volunteers, na wale wenye wanaamini kwamba dunia inaweza kuwa, inaweza kuwa bora na ufukara iondolewe kila, kila eneo la nchi. Na kwa ajili hiyo tunawaleta pamoja na tunataka tuhakikishe maendeleo endelevu imeenezwa kuhusu mchezo ama kwa kutumia mchezo wa mpira. Ujumbe wangu kamili kwa wapenda soka kama mimi hapo nje ama hapo duniani ni vile kabumbu inavyotumika kuunganisha watu zaidi ya bilioni tano tunaweza tumia mchezo huu kuhakikisha watu wameletwa pamoja na kuhakikisha ufukara na maendeleo endelevu ajenda imesukumwa mbele na yametimizwa kabla ya miaka miaka 2030 kwa sababu tukikuja pamoja tunaweza geuza dunia na ufukara iondolewe. Usikose kujumuika nasi kwa hii siku muhimu, kwa sababu pamoja tunaweza.